Sikiliza, ni hivyo, unaona, tumekaa. Mimi namiki hapa tumetulia vizuri, tumefanya kazi, tumesafisha vyombo, utasikia badala ya kuangalia vitu ambavyo hatujafanya Sio angele vitu tulivyofanya, unaona tumefanya usafi, tumetoa bins nje na pale, hapa ndani nimesafisha mama Jessica, bado kuhuva. Unajua watu wa Tanzania wakisikia, yani wanaume wanapofanya kazi hapo, wanaume sisi, wanaume wanapofanya kazi nyumbani, wataona ajabu, wataona wewe mtu ajabu na tena umedeka sana. So ushukuru bwana mkejani, bwana mkejani anatolewa viatu, msikia kurudisha viatu kule. Ah, mimi bwege ah, nini? Amna, lileo. Sasa njoo uone kazi nye yofanyi, njoo basi. Njoo, njoo uangale. Ahe, hapo, sasa, sikia. Sikia. Mm-hmm. Ah, ah, ah, ni eh, ah. Nimetoa, ahe, nimeweka blanketi ya, nimetoa chafu yote. Wee umetoka kazini, weka. Kama malkia flani. What? Kaa chini. Sapa. Sona nisikuma. Wee uudimu. Wee nipoke, Unataka vinywaji kinywaji gani? Kuna chips mayai nimepika. Chips mayai nimepika jana. Mbona utakutana? Ulisemaje? Eh! Hapo ndipo narudi kule. Nini? Mama Jesca, wewe tulia, tunyamaze bowl. Umesikia? Umerudi, umetoka, najua uko na stress kazini, lakini sisi tupo tumetulia. Karibu. Mmetulia kati nyumba chafu. Ah, nyumba chafu nini? Tumekazana. Wewe, tatizo tumekazana na kazi zote za ndani, hapo wewe unaangalia kitu ambacho tumekisao. Ufai. Sasa, hii ndiyo shida ya Uingereza. Mwanaume anategemea. Yaani, mwanaume anategemea kufanya kazi zote halafu mwanamke akiwa wa Kitanzania anaangalia kila kitu ambacho umekisahau. Nisikie wanawake wa Kizungu hawa hawako hivyo, wako fresh kabisa, tatizo, hawana ile shape, ile wo wo wo, nini, nini, basi, inabidi nibaki na. Mama Jesca hata, anaingia anaingia kwenye simu, sasa story. Hamna yeah, nini